Ngoja kwanza ni niunde niunde, ndio nipige umbe ya Mlamwa. Sasa Mlamwa sijuzi, aliposti mtoto yake, kuposti hivo, Wakenya si wakareakt, mwingine akasema mtoto wa Mlamwa anakaa papa Shiradula. Sema vile watu walisema yaani watu walikuwa me anafanana papa, wamesemo anafanana papa Shirandula. oh, Mulamwah amezaa copyright. oh, Mulamwah amejizaa bebi. akalia huku hakuna kucheka. Saa hii mtu ukicheka tu unatoa tuneka dea. ukicheka kwa hii story unatoa ten thousand. Am I right? tani hivi bebi, unajua nikikuangalia kwa macho nabaki nimekukufia hivyo. <laughs> sasa sasa na <sasa, laughs>